Na tukiachana na hayo ni kwamba Wakenya zaidi wamejitokeza kuelezea walivyohadaiwa na kuachwa njia panda kwenye mpango wa serikali wa kuwatafutia ajira ughaibuni. Miezi sita baadaye, waliosimulia masaibu wanadai kwamba walilipa pesa maajenti walioidhinishwa na serikali kwa maandalizi ya kazi za ng'ambo ambazo hadi leo hawajaziona. Na kama Emily Chebet anavyoarifu, baadhi ya waathiriwa wanasema walilazimika kuuza mali zao kwa matumaini ya kupata kazi hizo. Bernard Patrick Gadhongo, mchuuzi wa peremende kutoka Nyeri, alikuwa na matumaini makubwa Oktoba mwaka jana, ndoto yake ya kubadilisha maisha ya familia yake. Kama vijana wengi wa Kenya, Bernard aliweka matumaini yake kwenye fursa ya kazi ugaibuni, nafasi ya kuwa mfanyikazi wa kusanifu mbao za ujenzi nchini Iraq. Mchakato wa ajira ulikuwa wa haraka, na kufikia Novemba alikuwa amepokea barua ya kazi na hata kutia saini. Bernard hakuwa peke yake. Calvin Nyamweya, mkazi wa Kisii, sasa anaishi mafichoni. Ameshindwa kurudi nyumbani baada ya kuzama kwenye madeni makubwa kwa matumaini haya. Nilienda Oktoba 27, 2024, kafanya nika interview nikachukuliwa as a scaffolder kwenda Iraq. Kutoka hapo offer letter ikatoka Novemba 27, nikaenda kusain Desemba 27 offer letter nikaambiwa rasima nitalipa malipo ya medical nikalipa 20000, sa medical lakini walikuwa wanacharge 15000. Eh, madam Nasira akasema visa zetu siko tayari, tulipe malipo yote 55000 ndio tuweze kwenda katali. Nikalipa, nikalipa 35000 the amount lakini kilichofuata kwa Banard na mamia wengine ilikuwa miezi ya kusubiri bila majibu, gharama zao zikiongezeka kwa safari ya mara kwa mara hadi Nairobi kufuatilia safari zao tena. Januari tukienda huko tunaambiwa ngojeni siku kadhaa, Januari kabla Januari ishe, tukaetukaenda huko kwanza. Mimi nilienda huko, wakatwambia tununue. Ukienda huko anakwambia nunua bag hii, wiki ingine ni kwenda hapo. Ndio watu wengi unawaliwacha kazi, ndivyo sasa unaambiwa nyingine, ndio Bernard pamoja na wenzake wanasema waliendelea kupewa matumaini na hatimaye, wale waliozidi kuuliza maswali waliagizwa kuandika barua rasmi ya kujiondoa, withdraw through email. Mpaka leo pesa yangu haijaitoka, sijaitumiwa pesa, na wenye wanatumiwa pesa unapata unakatwa 8000 hati 3000 za process na 15,000 Is a medical. Tulijaribu kuwasiliana na waziri wa leba Alfred Mutua kwa maoni yake, lakini alitaka tusubiri hadi atakapowasilisha taarifa yake rasmi mbele ya Seneti Jumanne ijayo. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.